Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Mgina Lord, mwalimu wa neno la Mungu, na ninayo furaha sana kwa sababu ya nafasi hii ambayo Mungu ametupatia tena, na tunakwenda kuitumia kujifunza neno la Mungu kwa ufupi sana. Uh, tutajifunza kutokea kwenye kitabu cha Marko. Uh, kuna hadithi nzuri ambayo tumekuwa tukisoma kwa muda mrefu sana. Nataka niunganishe na habari nyingine, alafu tupate kitu pale. Mnakumbuka ile story ya Yesu kwenda katika nchi ya Wagerasa na akampata huyu jamaa ambaye alikuwa ameteswa na mapepo kwa muda mrefu. Yesu akafukuza yale mapepo, akayatupa kwa nguruwe. Alivyoyatupa kwa nguruwe, yale mapepo yakaingia ndani ya maji pamoja na wale nguruwe, zikawa zimekufa pale. Na wananchi wa ule mji wa Gerasa hawakutaka Yesu aendelee kukaa pale, kwa sababu walihofia kwa kile ambacho walifanya, hivyo walimfukuza pale. Yesu akaondoka pamoja na wanafunzi wa wake akaja ngambo ya pili. Wakati amefika ngambo ya pili, hapa kuna kisa ambacho kingine kilitokea, na ndicho ambacho nataka tujifunze hapo. Ukisoma kitabu cha Marko sura ile ya tano kuanzia msali wa ishirini na moja maandiko anatuambia hivi kwamba Yesu alipofika sasa ng'ambo ya pili, uh, makutano wengi walimfuata, watu wengi walimzonga, lakini katika ule mkutano palikuja mtu mmoja ambaye alikuwa ni mkuu wa sinagogi. Huyu jamaa jina lake alikuwa naitwa Yairo. Huyu Yairo alipofika pale kwa Yesu akamwangukia akamlilia, na akamwomba, akamwambia, Bwana, kama ikikupendeza, njoo nyumbani kwangu, binti yangu yupo katika hali ya kufa. Na akamwambia kabisa kwamba naamini ukimgusa binti yangu atapokea uzima. Sasa kitu cha kwanza ambacho nataka tujifunze hapo, ukiangalia huyu jamaa Yairo alivyokuja kwa Yesu Kristo, uh, mstari wa 22, una, unasema kwamba akaja mtu mmoja kutoka wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomwona akaanguka miguuni pake. 23 akasema Inasema akamsihi sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono juu yake apate kupona na kuishi. Alichokifanya Yairo ndicho ambacho watu wengi huwa tunafanya. Tunaweza tukapitia hatua zote. Unafunga kwa maombi, unanyenyekea lakini pia unaamini. Hizi ndizo njia ambazo tumekuwa tukifundishwa siku zote, zote kwamba ili upokee muujiza wako, ili upokee hitaji lako, unahitaji kuamini, unahitaji kunyenyekea lakini pia unahitaji kuomba. Na Yairo alifanya hayo yote. Lakini kama jinsi ilivyokuwa kwa Yairo, na wengi nakuaga hivyo kwetu. Unaweza kuwa umekwisha omba na umefuata hizi hatua zote lakini bado unaona haujapokea chochote. Bado unaona haujajibiwa lile ombi ambalo kuwa ukiliomba lakini jambo la ziada ambalo nataka tuongeze hapa katika hii hadithi wakati ambako yairo amekwisha ongea na yesu na amemwambia hitaji lake yesu alimkubalia 24 biblia inasema hivi Akaenda pamoja naye. Ina maana Yesu alipokea hitaji la Yairo na akakubali kwenda naye nyumbani kwake. Wakati ambako wakiwa njiani kuelekea nyumbani kwa Yairo. Hapa katikati, ukianzia mstari wa 25 kushuka mpaka mstari wa 34 kuna hadithi nyingine ambayo iliingilia hapa katikati. Haya matukio yote yanafanyika katika wakati mmoja, lakini matukio mawili tofauti. Lakini baadaye haya matukio tutakuja kuona yanahusiano vipi ama uh, yanauhiana vipi. Ukianzia mstari huu wa 25 Biblia inasema kwamba uh, na mwanamke mmoja mwenye kutokwa damu muda wa miaka kumi na miwili. Waangalia hii ni ishu nyingine. Ishu ya kwanza ambayo tunaiangalia hapa, ambayo imetambulishwa kwenye uh, kwenye hichi kifungu cha maandiko, ni ya hilo kuja kumwomba Yesu akamsaidie kuhusiana na binti yake aliyemgonjwa ya. Lakini mstari wa 25 panaingia story nyingine ya mwanamke aliyetokwa na damu miaka kumi na miwili. Ukiendelea okay, kwa mistari inayofuata hapo mpaka ufikie mstari wa 34 inatuelezea hadithi ilivyokwenda, na najua watu wengi mnafahamu hii hadithi, kwamba huyu mwanamke aliingiwa uh, na na imani iliyothabiti ndani yake, akaamini ya kwamba nikigusa pindo la vazi ya Yesu nitapokea uponyaji. Kwa hiyo huyu mwanamke akafanya hivyo, na baadaye Yesu akagundua kwamba kuna mtu amemgusa. Wakati ambako Yesu anahangaika kutafuta nani amemgusa na nini, huyu mwanamke akajitokeza, akasema kwamba ni mimi ndio niliyefanya hivyo. Yesu akamwambia imani yako imekuponya. Sasa nataka nikuonyeshe kitu. Unaweza ukawa unaishi maisha ya kumtafuta sana Kristo. Unaweza ukawa umefunga na kuomba. Unaweza ukawa umejinyenyekesha uh, uh, sana kwa ajili ya hitaji ulilo nalo, lakini katikati ya kile ambacho unafanya ukaona watu wengine wanapokea, ukaona watu wengine wanafunguliwa kupitia wewe, watu wengine wakainuliwa hii ni ni, ni, ni nikupe mfano halisi. Kuna watu ambao tumewakaribisha kwenye familia zetu na wao wamebarikiwa kuliko hata vile ambavyo walivyokuja ama jinsi ambavyo tulivyo sisi. Kuna watu tuliwapatia pesa ya mtaji, lakini wamekuwa na biashara kubwa kuliko hata tulizonazo sisi. Kuna watu ambao tuliwatambulisha juu ya njia fulani za maisha na wao wamefanikiwa zaidi ya vile ambavyo sisi tumefanikiwa. Kwa hiyo ya hilo ndio amemleta Yesu katika mtaa wake. Na sio tu amemleta ili apate umaarufu fulani; amemleta kwa sababu ana matatizo unaweza ukawa wewe ndio ulihubiria Injili nyumbani kwenu, familia yenu, lakini kuna watu sasa hivi viwango vyao vya kiroho vimekuwa vikubwa kuliko hata ulivyo wewe. Hiyo inawezekana kabisa. Kwa hiyo ukiangalia, ya hilo amemleta Yesu Kristo mtaani kwake, lakini kuna mtu katika mtaa wake amepokea muujiza wake kabla ya ya hilo. Wakati haya mambo yote yanaendelea, ukumbuke ya hilo alimwambia Yesu kwamba mmm, itaji wakati Yesu akiendelea wa kuongea na huyu mwanamke ambaye amepokea muujiza wake, maandiko anasema hivi ukiangalia. Okay, okay. mstali ule wa ukishuka, okay, hadi mstali wa 35. Sasa Biblia inasema hivi, hata alipokuwa katika kunena wakaja watu kutoka uh, watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa, kwa nini kuzidi kumsumbua mwalimu? Wakati Yesu anaendelea kumalizia hili ambalo limejitokeza sasa hivi la huyu mwanamke, wakaja sasa watu ambao wanatokea nyumbani, watu wa nyumbani watu wa familia ya Yairo, ndugu zake wa karibu, wakamwambia kwani unamsumbua wa mwalimu, yule mtoto ambaye tulitaka aponywe amekwisha kufa, aina haja ya kumsumbua tena. Nataka nikwambie kitu kimoja, kuna wakati ambako, nyakati ambazo unapitia hata watu wako wa karibu wataogopa kusimama pamoja na wewe. Kuna nyakati ambazo unapitia hata wale ambao walikushauri uingie kufanya biashara watakukana. Kuna wale watu ambao walikushauri ufanye kazi fulani, na wao hawatataka hata kuwa karibu na wewe, kwa sababu hali inatisha, inaonekana kabisa kwamba haiwezekani tena, ni kama umekwisha chelewa, ni kama hauwezi ukarejesha tumaini tena. Kwa hiyo hali ambayo naendelea kwa Yairo ni kwamba, um, muda umefika mwisho, hana uwezo wa kurejesha tena, hana uwezo wa kufanikiwa tena. Najua kuna umri ambao unaweza kufikia kwambia haiwezekani tena kupata mtoto. Unaweza kufikia hatua fulani ya kwambia huna uwezo wa kusoma tena. Unaweza kufikia hatua fulani na kwambia kabisa hauna uwezo wa kufanya tena biashara. Nataka nikwambie kitu kimoja, wakati ambako wanazungumza haya maneno na Biblia nasema kwamba Yesu aliposikia walipoyanena hayo akamwambia yule mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Kondo kitu ambacho nataka nikwambie leo haijalishi ni hali gani ambayo uko nayo na inaonekana kama it's too late, lakini nataka nikuambie it is never too late kwa Yesu Kristo. Biblia inasema hivi wakamcheka sana, baada ya Yesu kuwambia wale watu wa nyumbani pale kwa mkuu wa sinagogi kwamba huyu mtoto ajafa amelala tu, wakamcheka sana lakini, maandiko anasema hivi, msale arobaini. Uh, naye alipokwisha kuwatoa nje wote akamwita babaye yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye, yani Petro, Yohana na Yakobo. Uh, akamwambia talitha kumi, tafsiri yake msichana na kuambia inuka. Niko hapa kuambia leo, ile hali ambayo unadhani kwamba imefika mwisho, huu ni wakati wa hiyo hali kuinuka. Ile hali ambayo ulidhani kwamba haitafanikiwa tena, huu ni wakati wa kuiambia ile hali, inuka. Unayo nguvu kupitia imani kuambia chochote ambacho kinaonekana kwamba hakina uhai tena, kikainuka tena. Rise and shine. Mungu akubariki sana.